Tuendele mbele, ambapo huku maandamano ya kuwakumbuka waliowao kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 alipokuwa akiendelea, baadhi ya maduka yalivunjwa huku mali ikiporwa. Baadhi ya vijana waliojitokeza kwa maandamano walijipa hamnazo na kuvunja maduka katika barabara ya Tom Mboya, Koja pamoja na kituo cha mabasi cha bus station hapa Nairobi. Ody Francis anakuchorea picha ya namna hali imekuwa na wafanyabiashara zaidi ya 300 kupoteza mali ya polisi na waandamanaji ilianza kama maandamano ya kawaida, na mchezo wa paka na panya kati ya polisi na waandamanaji ukaendelea mchana kutwa. <coughs> Ila hali ilibadilika masaa ya saa saba hivi na kuwa ni miguu ni ponye, lakini <coughs> kwa wengine ilikuwa wakati wa kuvuna. Katika barabara ya Moi Avenue, maduka yamesalia bila bidhaa. Kituo cha mabasi cha Bus Station karibu na barabara ya Mfangano, maduka yote yameporwa. Upande wa pili maduka ya elektroniki yote yakisalia wazi, huku vijana wakiendelea na kukusanya walichopata madukani. Katika maeneo ya Koja, jumba hili liliporwa licha ya moto ulioteketeza maduka, nusura kumaliza zaidi ya wasichana 20 waliotarajiwa kusafiri kikazi kuelekea Qatar kuokolewa tukajaribu kuambia soja, wow, tufungulie mlango afungui, anasema moshi ni mingi, hata mtu aoni mbele. Tukapanda huko juu, tukaanza kuita help help help, moshi ikaanza kupanda, moto ikapanda mpaka third floor. Sasa sisi tukakuwa tuko panic, wengine wakaanza ku faint, tukakuwa lakini hivyo, tulikuwa kama watu 20, hivi huko ndani tulikuwa. Mnaenda wapi? Tulikuwa tunaenda ata, sasa moto ikiwa huko chini, sisi tulikuwa huko juu, tulikuwa tunaangalia bali tunaweza potelea huko chini, moshi imeanza kuingia, hatuwezi pata mahali pa kushuka, so tukaenda huko rooftop. Tukienda huko rooftop, ndio at least kuna watu kuna watu wamekuja, wa wakajaribu kutusaidia, kuna zima moto zimekuja, zimekuja. Wafanya biashara sasa wanakadiria hasara kubwa, ya vipi watarejesha biashara zao, huku maandamano na vijana ya siku ya kuadhimisha makumbusho ya wale waliopoteza maisha yao mwaka 2024 ikiendelea. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.